Simba mlimbeza Bala Konde, sasa kazi mnayo na kande, ni maneno ya mdau wa soka kutokea hapa Tanzania ambaye ameweza kufunguka mambo mengi kuhusiana na kiungo huyo wa klabu ya Yanga Musa Bala Konde kwa kuja, kwa kudai kwamba kiungo mkabaji wa klabu ya Yanga Musa Bala Konde amefunga bao eh, kwenye mchezo dhidi ya KMC FC katika mchezo huo ambao iliweza kuibuka na mabao matatu kwa mbili dhidi ya KMC ukiwa ni mchezo wa kirafiki. Hii linakuwa bao lake la kwanza kwa nyota huyo wa zamani wa CS Sfaxien ya Tunisia katika ardhi ya Tanzania tangu alipojiunga na Yanga. Basi Bara Conte ni miongoni mwa wachezaji wenye wakati mgumu kwenye ligi msimu huu, huku watu wengi wakie, wakisema usajili wake umefeli. Hata hivyo, bao hilo alilofunga linaweza kumwongezea kujiamini na kurudisha uwezo wake kiwanjani. Itakumbuka kuwa Conte alijiunga na Yanga katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Simba, muda wenu wa kuteseka umefika. Mda huyo aliweza kufunguka na kwenda mbali zaidi kudai kwamba wakati wa usajili wake Musa Bala Konte aliweza kubezwa sana na klabu ya Simba, huku tetesi zikiwa zinadai kwamba Simba hawakumhitaji Kante, walimhitaji Konte, hivyo uwezo wake kuonesha kwamba haupo sawa kwa sasa kutokana na, na kuw wengi kudai kwamba usajili wake wa Konte umeweza kufeli tofauti na waKante wa Simba Sport Club. Lakini inaweza kumwongezea kujiamini zaidi kutokana na kufunga bao lake kwenye mechi ya kirafiki baina ya Yanga na KMC ambapo Yanga waliweza kukubali kipigo cha goli tatu kwa mbili na na, K na KMC ambapo mchezo huu ulikuwa ni wa klasiki ambao sasa utamwezesha kujiamini zaidi Musa Bala Conte uh, baada ya kufunga goli moja kati ya magoli mawili ambayo waliweza kushinda hivyo, na kudai kwamba Simba unaweza kuwa muda wao wa kuteseka umefika, kwa kuwa akianza kuonyesha makali yake alionayo, basi atawateza sana wapinzani, hususan klabu ya Simba Sports Club kutokea mitaa ya Msimbazi. Endelea kufuatilia huwa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapowekwa.